Nairobi wamewakamata washukiwa wanne wa wizi wa mabavu na utekaji nyara ambao wamekuwa wakitafutwa kwa miezi mitatu. Maafisa wa kituo cha polisi cha Kilimani na Kasarani wakiwakamata washukiwa hawa wakijumuisha maafisa wa zamani wa polisi, kama anavyotuarifu Ode Francis. Maafisa wa usalama wamefanikiwa kumkamata mshukiwa mkuu wa wizi na utekaji nyara Nairobi na viunga vyake. Cleofas Wambua Musinga, aliyewahi kuhudumu kama polisi Homabay, alikamatwa akiwa mafichoni eneo la Kitengela pamoja na mshirika wake James Omwami. Uchunguzi umebaini kuwa Musinga aliacha kazi yake rasmi kabla ya kudaiwa kupanga na kushiriki operesheni kadhaa za kialifu mabadiliko yake kutoka kuwa mlinzi wa sheria hadi kuwa mvunjaji sheria yakizua maswali mazito. Wakati ya operesheni ya kumsaka, maafisa walipata vifaa vinavyohusishwa na, na mtandao wa uhalifu. Miongoni mwa vitu vilivyopatikana ni nambari mbalimbali za usajili wa magari sehemu saba, pamoja na pingu inayoshukiwa kutumika kuwakamata watu kinyume cha sheria au kuwatishia likutana na mmoja aliyetekwa nyara tarehe 16 mwezi wa saba mwaka huu, mfanyikazi wa kaunti ya Nairobi na mwanablogi Bravin Korir. Nik, nikitoka mbagadhi around 6:20 nikakonfrontiwa na three men wakaniambia, they were DCI officers wametoka central and, uh, walikuwa wametuma wanichukue gari Honda Fit KDG 514Y. So luckily kulikuwa na employee wa mbagadhi alikuwa hapo nje aliona nikirushwa kwa gari. Gari hili ndilo Korir anazungumzia. Wakati huo walibadilisha nambari ya usajili. Baadhi ya vitambulisho walivyopatikana navyo vinachunguzwa pia kubaini walivyovipata. Nilinyongwa, nikafinywa kwa ribs, na pia ai, walinifos nikakunywa maji maji almost one and half liters and then, sasa nikaona watu wanaweza niua, nikaamua kuwapea hiyo mpesa pin. So venye niliwapea, tukaenda wakanipeleka Kitengela waka withdraw hiyo pesa, nilikuwa na 8000 mpesa wakatoa yote. And then, and then sasa wakanirudisha at the river, wakanitupa hapo. Nao Kipkurui bi pamoja na mwalimu Said Mwalole wamedhibitishwa kuwa maafisa wa polisi kitengo cha DCI hapa Nairobi baada ya kukamatwa kwa madai ya kuhusishwa na wizi wa kimabavu eneo la Mirema, Kasarani, walipotumia gari aina ya Subaru KDC069E wakiwa na bunduki, walipomshurutisha mkaazi wa eneo hilo kuingia nyumbani kwake na kumwibia pesa dola 16 shilingi ya Kenya milioni 2.06. Wanne hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.